Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza nimefurahi sana, nimefurahi sana sikia kaka yangu Karim Boimanda akizungumza vizuri kwamba timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi, hayo ndo maneno kaka eh. Timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe ishirini na tano. Jukumu langu la kwanza ambayo limepewa hapa ni kutangaza viingilio ehe, vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano, tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini hizi zimeshamalizika, eh, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka NCAD alitujulisha awali kwamba zimebaki chache hizi zinapatikana kwa shilingi elfu thalathini. Tiketi za VIPC ni shilingi elfu ishirini. Na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange lile ni shilingi elfu kumi, alafu mzunguko ni shilingi elfu tano. Kwa tafsiri yake tiketi zobakia ni VIPB, VIPC, orange na mzunguko. Una haja ya kurudia viingilio hapo mepatikana sawa sawa. Hiyo safi. Jambo la pili uh, ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano, lakini kama kabla sijajikita hapo na mimi ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisisitize hili ambalo wenzetu wa Ncard wamelizungumza hapa. Tafadhali sana, pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi nane, alafu ile mechi ikayeyuka, yayo ile tiketi bado unayo. Sudio, bwana, ile ticket bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambao unakata ticket Machi nane na ile ticket bado unayo, hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani. Wewe ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, kapanch taratibu kama kawaida ingia ndani. Ile hiyo ni hatua namba moja kwa mtu ambaye ya ana kadi yake mpaka sasa hivi anatazama live kupitia Azam TV hapa. Ana kadi yake na alikuwa anajiuliza mimi nikata ticket Machi nane, sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia, geti lolote jukwaa ulokata, kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi. Tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. We ambaye ulipoteza tiketi ya machinane, yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, huna kabati, huna lolote, bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe, ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Ieleweke vizuri, yani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unaijua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo, na mimi nilipoteza. Utaratibu tofauti mwingine kwa wasumbufu bodi muutafute na shauri. Mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana unajua mlango tuliofungua. Au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mimi nilikata nitafute homo 07 sifuri saba. Uwe na uhakika nayo, ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashindwa kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda, na siku ya mchezo jinsi gani Encard na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu mmepewa mpaka siku ya mchezo pia. Utaratibu geti A na geti D si ndiyo? Yale yani mageti, mwende pale, mtakuta deski maalum mwisho kabisa, mwisho kabisa. Unajua deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi, kama mimi kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum. Ndio wewe ambao umepoteza kadi. Eh, amempa heshima huyu mtu, yaani kadi umepoteza na umepua deski maalum Bodi ya ligi tena, mbona anatupenda namna hii jamani, taratibu mzuri. Yaani kadi hukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana mimi nilisajili kwa namba hii na hii, kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe Almasi nani, unapewa chakwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi, au ncard, au timu mwenyeji, ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata, ncard, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo, uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa hiyo nikasema, nilipitia kidogo hapo niweke msisitizo, na mimi watu wasije wakachanganya, kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo wewe. Kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea, ndiyo uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu, kiswahili chake ni nini? Kuchanja, kuchanja. Eti swap ni kubadilishana, ni kubadili ya mwanzo kwenda nenda kusema kuchanja. husaaba Tuchamaliza utaratibu wa kuswapu, tuje sasa <laughs> kwenye ujumbe wetu sisi kama Yanga Afrika. Uh, kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo dabi, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo dabi yenye msisimko wa fainali hiyo, eh? Aitokee kwenye ligi nyingine unapata Kariakoo dabi alafu ina msisimko wa fainali kwamba atakayechapika hapo ndio shughuli yake nakuwa imemalizika, lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana hili tusilisahau, muhimu sana hili, maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba wenzetu tunajua wanatafuta sare wanafanyaje? E, tulitengeza mazingira ya kupata sare tusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga, Mungu ametujaalia tunafika Jumatano tuna option hizo. Yaani, wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa sisi hata endorsement moja tunachukua uchampioni. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye hii mechi, akili yetu ikituambia kwamba point moja au point tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu point tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Sikuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi, ikiwa hivi, kwa hivi, kwa hivi mechi inaongezeka msisimko. Kwa hiyo sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo, lakini la pili, uh, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu sisi, hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karimu, kumkaribisha mtu mwingine. Namkaribisha mwanayanga, kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa, usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu, na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe, mwanayanga tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi, yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi koo. Ni waombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kuisapoti timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha, kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi Wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana, kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata sapoti yetu nyuma tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie. Mimi naamini panapo majira ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu elfu sitini tu ule, tuje tujae pale vizuri wanayanga, tuisuporti mie tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie. Eh, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli, hata mimi hiyo taarifa sina, eh, nisiwadanganye. Timu jana, mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu, eh, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar, karibu ni shahidi litimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa kwenye Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi naishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini? Kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote, wacha naikishia, kwamba kawaambie waandishi, kawaambie na wanachama, tarehe ishirini na tano yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimalize, kama kuna swali muulize. Yes, tafadhali, kunijibu haraka haraka. Swali lako kwanza, si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo, lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata maka. Tunatafuta sare akatufanyia nyingine, akaweka e, maka ni jambo la maka. Hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda, kushinda ile mechi hatukuweza kushinda, lakini kwa sababu kuna watu waungwa duniani ambao watambua jitihada za watu wakatubariki kupata matokeo mazuri kwao. Kama atapangwa ule kijana e, tukaenda kutafuta sare ukashangaa, pimpi nikaitoa nje kaeta ndani, Kijili akaweka kwayo. Tunasubiri hii sare, ikitokea kama hiyo, tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba, ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri kwao. Sisi hatuwachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa kwa sababu sio dhambi kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi pointi tatu. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa, kwa maana wewe aa, aa, lazima uangalie mechi. Inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini, unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. matokeo akiwa hivi inakuaje? Matokeo akiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi, matokeo ina mbili, ni favor kwa Yanga matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili, aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Na kwetu sa... yes, yes. hmm. na tutalieleza kesho saa 4. saa 4. Yes, taarifa rasmi ya toka. Saa tano tutakuwa na mkutano wa habari hapa hmm. kwa hiyo tutaelezea masuala yote ya kiuendeshaji leo hapa. Hatayari nimemwalika tu e, sio mkutano wake huu e, msingi wetu hapa ulikuwa ni kuelezea masuala mazima yanayohusu tk hiyo eh, ndio ilikuwa mada kuu, kutoa taarifa rasmi ya mchezo na masuala yanayohusu yanahusu uendeshaji na kila kitu ikiwemo technical issues tutazungumza kesho hapa yeah, hapa kabisa kesho, hiyo siku moja kabla ya mechi, tutazungumza maswala mengine. Karibu kwa swali la ili, litakuwa la mwisho kwa sababu ili tayari mimi mechi ngumu <laughs> eh <laughs> Nimepangiwa beki bana <laughs> nafata utaratibu ulivyo, ndugu yangu eh. E, kiongozi wetu hapa Karimu Imanda ambaye ndiyo uh, afisa habari wa bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu. Masuala ya tekniki yatajibiwa ya kesho, nani anaumwa nani mzima kesho, eh. langu lilikuwa lipi? La encard sawa. Sisi kwanza kama klabu tumeshafanya kazi na encard kwa muda mrefu na mpaka tumeendelea nao msimu huu kufanya nao kazi maana, kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi. Na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. what if, ikiwa hivi, nkadi wana capacity gani ya kuweza kusolve hizi changamoto kwao? tujiririsha kabisa, pasina shaka yoyote ndani ya hizi siku, kuanzia leo, kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku ya mchezo kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiyashumu, tuna, tuna, tuna kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo sasa, wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Ko la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache, kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani. Na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia tiketi za machinani. Kwao tumeashumu kwamba idadi fulani ndio wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku tatu Ncard wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi, wanaoweza kuhudumia shida hiyo, na wanachama wa Yanga wakainjoy. Kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao, hao tayari tumesha solve, na imeshajibu, jibu lao kwamba wao waende moja kwa wa moja uwanjani siku ya Jumatano. Karibu beki mkabaji.